Asante sana naitwa Bradley Ona na, na mimi mkazi wa Mombasa County hususan Nyali constituency leo tumekuja leta kilio chetu kwa sababu tunaona siasa zimechacha shida si siasa shida ni kwa wafanyikazi wa serikali wametoka nje wanatumia resources na fedha za serikali kufanya siasa jambo ambalo linatuumiza sisi sana, kwa sababu pesa za, za serikali zitakana zitumiwe kwa wananchi kupata maendeleo kwa nchi, lakini mtu ambaye ni mwanasiasa, mtu ambaye anapiga siasa na yeye ni mfanyikazi wa serikali kwa kutumia pesa za serikali, tunasema hapana, na hatutaki kabisa jambo kama hilo kufanyika tena. Tena nataka kusema categorically kuwa kuna mtu anaitwa Nelson Alfayo ambaye anataka kusimama pale Nyali. Tunaona anazunguka sana na miradi ya CDF. Yeye ni mfanyikazi wa CDF, yeye si mbunge, yeye si MCA. Tunataka kujua hizi pesa anatoa wapi anazopiga nazo siasa, na kama yeye anataka kuwa mwanasiasa a-resign kuwa NG CDF, akuja hapa chini apambane na wenzake. Naam, kwa majina anaitwa Francis Auma, mimi ni mkereketwa, nasimamia masuala ya rapid response shirika lamuhuri tumegadha hapa leo katika Mombasa na wakaazi wa Mombasa pamoja na washikadau wengine human rights defenders, tumepata concern kuhusiana na watu ambao wameandikwa kwa public offices kutumia resources kuzunguka kufanya campaign. Tunasema that is illegal and is very wrong. These allegations are very serious, na tunataka authority agency concerned wajitokeze huyu mtu afanyiwe social accountability na aregeshe pesa za wananchi kama ametumia kwa kutumia siasa personal zake. Unayetaka kufanya siasa resign, do siasa. Lakini kuzunguka Nyali si juu ma foundation za urongo na ukweli, na wewe ni public servant, that is very wrong. tunasema huyu mtu achunguzwe haraka iwezekanavyo. Vile, vile vile koti ilivyosema wale ma advisor wa Ruto they were illegal in the office na wale waregeshe fund, waregeshe ile pesa ambayo walipatiwa. Kwa hivyo huyu pia atakana achunguzwe, na si yeye peke yake, wako wengi katika area ya pwani, na tumechunguza tunawafuata mmoja kwa moja. you cannot use public resources, you cannot abuse government offices for you for your advantage. Wewe unazunguka ukifanya siasa, ukitaka kufanya siasa fanya siasa, lakini sio wakati uko katika kiti ama umeandikwa na serikali. it is illegal, it is wrong. Na mtu kama huyu atakana pia afunguliwe mashtaka. Jina mimi ni Hassan Yusuf Sadi, mkazi wa Mombasa, hususan natoka Likoni. Kuna hawa wafanyakazi wa serikali ambao wameandikwa na NGCDF ambao wanatumia resources zetu kutukandamiza sisi wenyewe, wakija kutudanganya danganya na mradi huu na mwingine, ili hali kazi zao haziishi. So kama mtu anataka kutumia public resources, ama anataka kutumia jukwaa la kisiasa, basi ya resign kazi aliyopewa na akuje kwetu akituomba kama mwanasiasa. So hatutaki watu wenye double stand. Huku ni mwanasiasa, huku ni mfanyakazi wa serikali. Hiyo tunaikataa, we really condemn. Oh, oh, oh, oh.